Tukiachana na taarifa tukia hiyo, idara ya mifugo katika kaunti ya Kajiado kwa ushirikiano na benki ya Dunia hii leo inazindua rasmi chanjo ya mifugo ya miguu na mdomo maarufu foot and mouth ambayo inalenga zaidi ya ng'ombe milioni moja katika kila pembe ya kaunti hiyo. Kwenye hafla hiyo ambayo inaandaliwa katika eneo la Oloosuyan iliyoko Kajiado ya kati pia eh, nembo ya kutambulisha ng'ombe wote itazinduliwa ambayo inalenga kuwatambulisha mifugo hao na wamiliki wao ili kupunguza visa vya wizi wa mifugo. Robert Masai ana mengi zaidi. Naam, Robert tueleze kama shughuli imeanza katika eneo hilo. <tosilipi> Asante sana Mashirima, bila shaka kama ulivyosema, tunakujia moja kwa moja kutoka eneo la Oloosuyan na ma, asante sana Mashirima, bila shaka kama ulivyosema, tunakujia moja kwa moja kutoka eneo la Olosuyan, na tayari ukiangalia hapa nyuma yangu kuna ng'ombe ambao wamefika hapa kwa ajili ya shughuli hiyo. Mamia ya wafugaji wamefika hapa kwa ajili ya kushiriki zoezi hilo ambalo uh, linaendeshwa katika pembe mbalimbali mbali ya kaunti ya Kajiado, na mwanzo kabisa ng'ombe wanaweza kuchanjwa ile foot and mouth, alafu baadaye pia kuna um, teknolojia mpya kabisa kuhusiana na masuala ya kus kan katika pua la ng'ombe ili kuweza labda kutambua yule ng'ombe uh, tunaarifiwa kwamba ni kwa sababu ya kuimarisha soko la mifugo katika kaunti ya Kajiado na maeneo mbalimbali, na nitazungumza na wafugaji ambao wamefika hapa, halafu pia tupate daktari aweze kutueleza labda shughuli hii inafanywa aje kisayansi na masuala kama yale. Karibia tu hapa, mzee, halafu utaanza kwa jina lako, kisha tueleze labda umefika hapa umeleta ng'ombe wangapi na unatarajia nini kwa jina yangu naitwa Eric Tomboy kutoka eneo hiyo Oloosuyan. Mimi tunaona ni, ni mahali pazuri ambaye ametufanyia mazuri, tunaona wakidunga ng'ombe, lakini tunaona ni kazi ngumu sana kwa sababu naye inachukua muda, lakini tunasema ni asante. Le, labda unaelewa kitu inaendelea hapa e? naendelea e, na, naelewa naona ni mambo ya uchanjo ndio inaendelea, mambo ya foot and mouth ndio inaendelea hapa. Yeah. Asante sana mzee. Karibia tu hapa hivi tuweze kupata pia mfugaji mwingine. Tueleze tu labda umefika hapa ng'ombe, shughuli yote unaielewa mnaelewa kama wafugaji? Mm -hmm. Leo tuko hapa Oloosuyan, uh, Kajiado Central pande ya Ildamat Ward katika chanjo la ng'ombe imefadhiliwa na idara ya veterinary na ng'ombe nyingi zimefika hapa. Japokuwa ni siku ya kwanza na tunatarajia ikianza mara moja. Hii leo ni siku ya kuanzilishi ya chanjo ya ng'ombe Kajiado, sana sana ni ugonjwa wa foot and mouth ndio itafanyika hapa, na tena kuna screening kuangalia kutunja digital kwa pua, unaona madaktari wetu anaangalia. na nafikiri hili ni jambo ambalo wafugaji wote hapa Kajiado wameikubali kabisa, na nafikiri ikianza leo itaanza sasa katika Kaunti nzima. Haya. Asante sana tupate tu daktari ambaye anashughulika na shughuli. Ni mpango ambao unaendeshwa na kina nani, na labda mnalenga nini haswa kuhusiana na especially hiyo part ya kuweza kuscan pua la ng'ombe? Uh, hii ni mpango ya mwanzilishi wake ni serikali kuu, yenye wanatarajia kwamba tutakuwa tuna register mifugo kupitia kwa hiyo skana na hiyo scan imekuwa developed ama imeundwa na private developer, mwenye anapatna na serikali kwa sababu serikali inafaa kuleta wale wataalamu private ndio waweze kusupport miradi ya serikali. Kwa hivyo kwa hii scan tunatarajia tutaregister ngombe wetu, na atakuwa paired ama ataunganishwa na yule fama alikuwa amekuwa registered kwa Kiamis data wakati tulifanya national registration, after kupair the farmer na mifugo wake sasa yule daktari wa kudunga ambaye ni private amekuwa recruited na ofisi ya county ya Kajiado ataweza kudunga ngombe. Tunatumia system mbili, mifugo mifugo app, uh, three, mifugo 360 app hiyo ndio skana na e system uh, app whereby the farmer ataweza kuridim vocha yake baada ya kuregister mifugo wote wa mkulima fulani. Mkulima atapotea, atapokea message ama kutoka kwa Safaricom eh, wenye tunapatina na wao ni washikadau wakuu kwa hii mradi. Alafu fama akipokea hiyo message atakuwa guided na yule private eh, animal health assistant aweze kuredimu ile vocha yake na atadungiwa mifugo wake. Labda mfugaji anajiuliza kwa nini mnascan ng'ombe. Tunasikani ng'ombe ndiyo tuwe na ile idadi kamili ya mkulima ana ng'ombe wangapi, na hiyo itarahisisha uh, mambo ya policy na decision making, wakati tunajua wodi fulani iko na ng'ombe kiasi fulani. Hata wakati tunapanga interventions, tunaweza kuwa tunajua haswa tuna target mifugo wangapi kwa hiyo area. Asante sana, labda tupate pia daktari mwingine hapa kutoka kaunti ya Kajiado ambaye ni mkurugenzi katika idara ya mifugo. Tueleze tu labda mnalenga maeneo yapi ya Kajiado na labda mtafikiaje wale wa kule mashinani? Asante. So asante sana bwana Masai, kama vile mnaona leo tuna launch hii chanjo ya foot and mouth disease. Foot and mouth disease ni ugonjwa ambayo inahatarisha sana mifugo kwa upande wa mapato. Uh, tuna tara, tarajia ya kwamba tutaweza kuchanja uh, ng'ombe zote ambazo ziko kwa hii kaunti leo. Tunaanza hapa uh, Kajiado Central uh, alafu tutaendelea kesho, tutaanza hizo sehemu zingine including Kajiado East na pia ward mbili za Kajiado West. Tunatarajia kuhakikisha uh, ya kwamba kila mfugo kwa hii kaunti hii imechanjwa kwa hii na hii chanjo labda ile tukimalizia kabisa kwa sekundi chache tu ile sehemu ya ku, labda kuscan ngombe naarifua pia inaimarisha soko, hebu mweleweshe mtazamaji. Yes, hiyo kuscan uh, inafanya ile kitu tunaita uh, traceability. Inasababisha hiyo traceability kufanyika uh, rahisi na hiyo traceability ni muhimu sana kwa sababu ya uzima wa chakula na pia uh, security, kuna mahali mifugo pia ina Ina, kuna kuwa na security problems na pia inasaidia sana kwa soko sana sana, hii masoko ya nje ambayo iko na value so, tunahitaji ya kwamba tukiweza kuregister hizi wanyama wetu tutaweza ku kuwa na hiyo system ya traceability na ndiyo soko itaimarika uh, ya mifugo yetu ya Kajiado. Haya. Asante sana. Mashirima, kama ulivyosikia, uh, ni daktari pamoja na wafugaji wakitueleza tu mengi kuhusiana na shughuli ambayo itakuwa inaendelea hapa. Ukiangalia nyuma yangu, tayari kuna ng'ombe wengi kabisa ambao wamefika katika uwanja huu na wanasubiri labda shughuli hiyo ni chanjo pamoja na ile scanning ili kuweza kutambulisha ng'ombe na kuzuia maswala mengi tu. Ni swala ambalo tutakuwa tunafuatilia, kwa sababu tunaarifiwa kuwa pia katibu katika idara ya mifugo pamoja na gavana wa Kajiado Joseph Olelengo ndio watakuwa hapa kuzindua zoezi hili rasmi. Kwa hivyo tunasubiri, alafu tutawajuza zaidi hapo baadaye. Kutoka kaunti ya Kajiado Mashirima, mimi naitwa Robert Masai, kwako studio.